Uh, wa wow. Kwa majina yangu naitwa Pasta Aloyce J Aloyce, mchungaji kiongozi, kanisa la Disciples Community Church. Uh, siku ya Jumapili ambayo ni tarehe kumi na sita novemba Novemba ishirini ishirini na tano tuna ibada nzuri sana nzuri mno tuna somo zuri ambalo tulianza Jumapili na Jumapili hii tena tunaendelea nalo naomba nichukue fursa hii kukukaribisha rafiki yangu wewe ambaye uko Kisesa uko jiji la Mwanza uweze kufika kwenye ibada zetu ibada zetu zinaanza saa tatu kamili asubuhi tatu kamili asubuhi hadi saa nne kamili asubuhi huwa ni saa moja tunakuwa na madarasa kwa hiyo ukifika paka ni sana utaona kuna madarasa ambayo yamegawanyika kwa ajili ya kuweza kujifunza. Mungu ametupa walimu wazuri, walimu bora wa kutufundisha neno lake. Kwa hiyo nikukaribishe sana, lakini saa nne kamili hadi saa sita na nusu ni ibada kuu. Kwa hiyo nikukaribishe pia kwenye ibada hizo ambazo tunazifanya siku ya Jumapili. Nitafurahi kukuona kwenye ibada siku ya Jumapili. Lakini kwa wewe ambaye ni mshirika wa kanisa la Disciples Community Church, Nitumie fursa hii pia kukukaribisha lakini pia na kuwakaribisha na wengine ambao ni marafiki zako, uh, kuweza kuhudhuria ibada hizi, ni za muhimu sana. Waliokuwepo Jumapili waliona moto ambao uliwaka, waliona kitu ambacho Mungu amekiachilia ndani ya kanisa, Mungu amekiachilia ndani ya watu wake. Kwa hiyo usipange kukosa mfululizo wa somo hili, lakini kama ukupata neema ya kuwepo siku ya Jumapili, Mungu ametupa platform. Kwa hiyo ukienda, uh, kwenye Facebook ukaandika, uh, Pastor Alois J Alois basi utapata mafundisho yote ambayo yalifundishwa siku ya Jumapili lakini pia kwenye YouTube channel. Uh, ukiandika tu, uh, Pastor Alois, au uh, ukiandika Alois, J Alois basi utaweza kupata mafundisho ya Jumapili na mafundisho mengine ambayo yalipita. Mungu akubariki sana. I'm happy to see you. Nimefurahi kwa kunisikiliza kwa wewe kwa kutenga muda u kunisikiliza. Nina imani ya kwamba kuna mengi ambayo Mungu ameweka ndani mwangu kwa ajili yako. Endelea kujikonekti pamoja na madhabahu ya Mungu, endelea kujikonekti pamoja na mimi, ili uweze kupata kila ambacho Mungu amekiachilia ndani yangu. God bless you. I'm proud to see you. Amen.